kaskazini, pwani ya kusini pamoja na yale nyanda juu kaskazini mashariki yatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache. Na kati mwa nchi yetu kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na makavu na kwa ujumla. Na kwa siku ya kesho, maeneo yanayozunguka Ziwa Victoria na magharibi mwa nchi yetu yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache na vipindi vifupi vya jua. Kwa maeneo nyanda juu kusini magharibi, maeneo ya mkoa wa Morogoro, Ruvuma pwani ya kaskazini pamoja na pwani ya kusini kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Kwa maeneo ya nyanda juu kaskazini mashariki pamoja na kati mwa nchi yetu kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache na vipindi vya jua. Na mpaka kufikia hapo, kutoka mama kale hewa tuna ziada. Asante kwa kuwa nami na nikutakie mapumziko mema.